Kwenye kurasa za miradi yayo, tumeokota habari. Nasema hivi Samia Suluhu Hassan, hakuna kupindua meza eh. Katika dunia ambayo kila rais anataka kupindua meza. Huyu anasema tulia, meza bado mpya, hakuna makelele, hakuna vumbi. Ni siasa za kupangusa meza badala ya kupindua hey. Wengine walijiandaa kusimama kumbe kikao ni cha kukaa. Hakuna kupindua meza, mapinduzi yalipangwa, chai ikamwagwa, meza bado imara, waliokuwa na hasira wamechoka. Hakuna kupindua meza, ni kupangusa vumbi tu. Eh, jamani. Eh, asante sana mama kwa kutuhakikishia uraji sio kawizi kidogo tu unatumbuliwa. Eh, guys. Maisha ya kazi za serikali bila kawizi kidogo utoboi, so tupige kidogo kidogo, tuzipige sana ni hey, mdali, tuna nafasi ila sasa tusiibe sana, maana tukiiba sana ndio tutachukuliwa hatua. Eh, tuibe kidogo kidogo tu.